Hivi ndio jinsi nilivyoharibiwa makazi yangu na mm. Ndio pale nilipo haja mpaka sasa hivi, ndio mimi naranga na, na, na, na niko tu kwa watu. Nchini Tanzania, jamii ya wafugaji wa Wamasai wanadai haki na fidia. Mnamo Mei mwaka 2024, zaidi ya Wamasai 20000 walifukuzwa kwenye ardhi ya mababu zao katika vijiji nane karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro wa KIA. In all these areas, people e are living. They were cultivating. They were, you know, having their livestock. And people were getting the source of income um, from this land. But no, now people, you can see that this place is not touched. Um, the government has taken it. Uhamisho huo ulifanyika licha ya zuio la mahakama huko Arusha na Moshi. This one is a pillar that shows the demarcations of the government's Serikali yeah, ya Tanzania inapanga kuupanua uwanja wa ndege wa Kilimanjaro. Walioshuhudia wanasema familia zilishinikizwa kusaini notice ya kufukuzwa katika maeneo hayo. Itakumbukwa kwamba mwaka 2023 sheria ilibadilishwa, mm. mm. na walipaswa kulipwa fidia ya malipo ya faraja, lakini Masai wengi wanasema hawajalipwa chochote zaidi ya kupoteza nyumba zao. Ndio pale nilipoacha mpaka sasa hivi, ndio mimi na na ranga na niko tu kwa watu, mtoto mm. wangu mwingine anakatia ng'ombe majani kwenye, kwenye kwa watu mm. ili tupate msaada mm. Lakini Wamasai hawajakata tamaa. Sasa mashirika ya kimataifa yameungana na wenyeji katika kutafuta haki yao.